Na watu wene kuzungumza vitu dhaifu huwezi kunyong'onyea. Kwa mfano swala la no reform no election, no election. Mm. Hata wao wenyewe ndani mwao wanaongea lugha tofauti, kinaonekana no reform no election ni kauli ya mwenyekiti na makamu wake na Godbless Lema, lakini watu wengine sio kauli yao G55 wanasema watashiriki uchaguzi na, hmm, na ni wanachadema na wengine ni wenye viongozi wa ngazi kubwa kama za kanda, ni kwa maana ake na wajumbe wa kamati kuu, chama ambacho kinahangaika kujijenga kama vile mafundi wale enzi za mitume wakijenga mnara wa Babeli hakiwezi kutunyongonyesha hata kidogo, na kwa sababu wameamua kwa dhamira yao, kwa mapendekezo yao kuto kushiriki uchaguzi ni haki yao pia kuto kushiriki kwa mujibu wa katiba ya nchi. Una haki mbili kama raia, kuchagua na kuchaguliwa. Ukiwa huwezi kuchaguliwa, kachague. Kwao wanachadema, watakwenda kuchagua, wakachague na kama ikiwapendeza, wamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, wachague Chama cha Mapinduzi kwa sababu they got nowhere to run.